Kwa majina naitwa Inspekta Fredi Alex Ong'ara. nahitaji pikipiki tatu na bajaji mbili. Tanzania wote kufahamu, hatuna nchi nyingine isipokuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuwe wazalendo kwa nchi yetu. Huu sio wakati wa kuisema vibaya nchi yetu, huu sio wakati wa kuibagaza nchi yetu, huu sio wakati wa kuibeza nchi yetu. Nchi hii iliyojengwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere siyo nchi ya kuchezewa, siyo nchi ya kudharauliwa, siyo nchi ya kudhihakiwa na yeyote. Mtanzania ambaye ana matatizo na, na nchi hii atutendee jambo moja tu, akae kimya. Akae kimya kama imemshinda kwa kusema yasiyofaa kwa nchi yake. Mimi nilikuwa katika safari zangu, ndipo alipotokea vijana wawili na kunipola pochi. Na kuweza nilifanikiwa kupiga kelele na kuomba msaada. Sheria ya Usalama wa Taifa mwaka elfu moja mia tisa sabini kifungu cha sita kinakataza pia mtu yeyote ambaye hatumikii majeshi ya ulinzi na usalama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wala jeshi lolote lilowekwa kwa mujibu wa sheria kuvaa vazi rasmi la jeshi lolote katika hayo yaliyotajwa, au vazi lolote linalofanana na vazi rasmi la majeshi hayo. Beji ya jeshi la polisi ni ishara ya uaminifu kwa umma. Na ninyi wengine mnaoendelea kuvaa vitu vya serikali, vitu vya jeshi, kuvaa uniform, kuvaa pupa kitu chochote ambacho sio tarahia wa kawaida, na wewe sio mwanajeshi wala sio polisi wala sio askari wa aina yoyote, ni kosa kisheria. Niko tayari kufa kwa ajili ya taifa langu la Tanzania.